Haya, hii inakuwekea wazi starehe ya dunia si kitu, kwa sababu Mungu humpa mtu yoyote, na hata aliokufuru Mungu anasema nitamstarehesha, lakini kidogo. Na udogo wenyewe hapa hauna maana kiduchu, a kidogo awe atakapopewa, kama akapata starehe tangu kazaliwa mpaka anakufa, lakini mwisho wake atakwenda motoni, bado ni kidogo. Na upande mwingine unaambiwa wewe usione wewe umekosa starehe hizo unazojua ni starehe hapa duniani, ukaona basi uislamu hauna maana mbona nina jaa, si starehe, si mimi familia yenyewe ndio tabu. Lakini mi ndio ninayeswali mi ndio ninayefunga. Kwa nini? Kwa sababu dunia sio daru ya zai, yani, siyo yani, sio ndio sehemu ya malipo, eti unachokifanya lazima ulipwe hapa hapa. Akitaka Mungu atakupa, asipotaka atakupa, waendelea kufanya mambo ya mema.